Ina watumishi kama 120 ofisini, lakini nao jivunia nao wapo wanne. Watu wenye akili ndogo wakaanza kulalamika. Kwa hiyo iwezekani katika watu mia moja ishirini wawe wanne, lakini wenye akili kubwa wanajua. Mwenye akili kubwa ana namna tofauti ya kufikiria. La kwanza nimewaambia tuna bajeti ya bilioni 668. Bilioni 668. Bilioni 172 ndio zinaenda kwenye maendeleo. Zile zingine zote zaidi ya bilioni mia nne na kitu zinaenda kwenye mishahara malogrupu, safari, uhamisho na mambo kadha wa kadha. Tunalipwa pesa nyingi sana, kwa hudumieni nyinyi wananchi, lakini ukienda hospitalini utakutana na changamoto, ukienda upande wa ardhi utakutana na changamoto, ukienda upande wa polisi utakutana na changamoto. Hata wajiuliza hizi changamoto zinatoka wapi kama watu wanatimiza wajibu wao? Maanake kuna watu wanakula mshahara ambazo ni kodi za wananchi na hawafanyi kazi yao ni pesa za miradi lakini, ukienda utakuta barabara imejengwa chini ya kiwango na mtu yupo tu anachekelea. Utaenda utaambiwa kuna kisima hakina maji na mtu yupo tu anachekelea. Hawaishi hapo, baya zaidi anokienda kuomba huduma wanataka uwalipe, manake wanalipwa mshahara mkubwa ili wasimamie shughuli za serikali na huduma kwa jamii. Hawafanyi, wanasimamia miradi chini ya kiwango, wakishirikiana na walioingiza umbia, wanakula hela. Halafu ukienda wewe, unashangaa hati yako haionekani. Fidia wanataka kulipwa fidia ya milioni mia mbili wao, wanatekeleza mchakato wao, wanakupiga unalipwa milioni tisini. Hizi zingine zote wanakula. Haya sio mizigo?